Mkoa wetu wa Singida unataka kwenda kutengeneza alama kubwa, tunataka tuwe wa mfano, twende tukahakikishe kwamba tunapozungumzia lugha ya alama kwa mkoa wa Singida kwa viziwi wetu sio changamoto tena. Ni naye mganga mkuu wa mkoa hapa, ninamwaagiza aende akaweke mpango madhubuti kwenye hospitali yetu ya rufaa Mandewa, hospitali zetu zote za kata, za ngati, vituo vya afya, hospitali za wilaya tuweke utaratibu wa namna bora ya kuwapata wakalimani tunapompata mwenzetu mwenye changamoto kama hii. Kwa kweli mimi kama mganga mkuu wa mkoa nimeyapokea moja kwa moja maagizo ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Tunashukuru wenzetu tayari wameshaanza, kama tulivyoambiwa leo, Mbea tayari wameshaanza kuweka hizo ajira. Kwa hiyo tutajitahidi kuweka hata kwa kuanza kwa mikataba, lakini inapofika mwaka wa uandaji wa bajeti kama kwa ajili ya watumishi hakikisha tunaweka nafasi hizi na hasa tutaanza na hospitali ya rufaa ya mkoa, lakini na hospitali za wilaya. Lakini pia watu hawa wapo kwenye soko, kwa hiyo tunaamini tutaweza kuwapata, hata wakawa katika tunaita call, wakaitwa pale ambapo kunahitajika, kama ambavyo mheshimiwa mkuu wa mkoa ameagiza. Pia tuweze kupata pia mafunzo hata sisi wataalamu ambayo tunatoa huduma tujifunze baadhi ya alama chache ambazo tunaweza tukatoa huduma hata zile za msingi, kabla hata huyo mkalimali mwenyewe hajafika. Kwa hiyo hilo tumelichukua kwa moyo mkunjufu kabisa, na tutalifanyia kazi.